Toka kutoka. Mwenge wa uhuru dango yetu kasanda mkolela Masasi, ukiona waka na ngara au na melemeto, ili uweze kukimbiza na kumulika miradi ya maendeleo katika wilaya yako. Lakini pia nakukabidhi wakimbiza mwenge wa uhuru kitaifa, wakiongozwa na ndugu yetu Ismail Ali Usi wakiwa na afya na siha njema. Na tunaomba watunze kama ambavyo wametunzwa wakati wako. Ewe na nyua e Mwenyezi Mungu ya Masasi, nakiri kupokea mwenge wa uhuru ukiwa salama, unang'ara, unameremeta, unapendeza ukiwa, ukiwa katika hali nzuri kabisa, na wakimbiza mwenge wa kimkoa wanatibu wa mbio za mwenge kitaifa lakini lakini, okay, kupokea wakukimbiza mwenge kitaifa wakiongozwa na kasa yangu aliusi al, naomba niwakaribisha na nyungu. Wilaya ya Masasi iko salama sana, ina gaba na inaeleza aazu, naomba msaidie kama. Nitumie fursa hii kutoa taarifa fupi jinsi ambavyo mwenge utakimbizwa katika wilaya ya Masasi. Mheshimiwa kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa, awali ya yote, napenda kuchukua fursa hii tumshukuru Mwenyezi Mungu kwanza kwa kutupatia afya njema na sina njema tukaweza kukutana katika siku ya leo ambayo tulikuwa tunahamu nayo, hasa mimi. Tunamshukuru sana Mungu kwa usalama huu. Mimi binafsi na wananchi wa wilaya ya Masasi tumejiandaa kuupokea mwenge wa uhuru kama ambavyo tumeupokea na utakimbizwa kwa itifaki zote katika wilaya ya Masasi. Mheshimiwa kiongozi wa njio za sa mwengi katika wilaya ya Masasi, mwenge wa uhuru utakuwa katika wilaya ya Masasi, utakimbizwa katika umbali wa kilomita 181 na nukta moja, hiyo mpaka makadiliano kwenye halmashauri mbili, tarafa saba, kata kumi na sita vijiji thelathini na mitaa kumi na sita. Aidha, mwenge wa uhuru wa kitaifa utapita katika miradi kumi mita, na moja ambapo kati ya hiyo miradi mitatu itawekwa moyo ya msingi, mradi mmoja utafunguliwa, miradi mitatu itafunguliwa itazindua na miradi minne ita, itakaguliwa kuona na, na kupata taarifa miradi hiyo ina jumla ya thamani ya shilingi bilioni 4 milioni 216 laki 7 na 13 na 320 kutoka katika sekta ya barabara, afya, elimu, mazingira na maendeleo ya jamii mwenge wa uhuru weye. Weye. Weye. Weye.